Baada ya yote hayo, dunia imeshuhudia shuhudia, dunia imeona, na nyinyi wenyewe meona, dhahabu haiwi chuma na chuma hakiwi dhahabu, utakiita utakavyokiita. Na huwezi ukazima taa ya umeme kwa kuipuliza kuipuliza Haubi... Ni mshumaa ndio unaozimwa kwa kupulizwa, si ndio? Kwa hivyo lililokuwa la ukweli, ukweli hautobadilika, au sio? Ukweli hautobadilika, ukweli utabaki kwamba ni ukweli. Wana falsafa wanasema, fakes are very stable. Truth wanamsema wanasema is very stable. Yaani ukweli bwana ni mkaidi, ukweli una matata, ukweli haufi. Ukifukia we ardhi ya saba, ukweli utabaki kuwa ukweli. Baada ya miaka saba, utabaki kuwa, baada ya miaka mia, utabaki kwamba ni ukweli. Kwa hivyo tumefanya jambo hili la uchaguzi tumeliendea kwa juhudi zetu sote, tumeliendea tukiwa hali zetu sote tunazijua, tumeliendea kwa ukweli na tumeweza kufikia mafanikio makubwa ambayo sote tuna, tunasema kwamba tumemheshimisha mzee wetu, tumemheshimisha mzee wetu, tulipofika mwaka huu ndipo alipotaka tufike kwa sababu moja, ndugu zangu, kwamba mwaka huu sio tu kwamba hatukushinda, tumeshinda kwa kishindo kikubwa sana yeah, lakini tumeshinda tukiwa sio ACT Wazalendo tu, tumeshinda tukiwa Wazanzibari, tumeshinda tukiwa Wazanzibari. Mwaka huu sio ACT Wazalendo iliyoshinda mwaka huu alioshinda nani? Wazanzibari, Wazanzibari. Tumeomba dua, tumetawakali kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu katupa jambo moja kubwa ambalo pengine wenyewe hatukuwa tukiliona kwamba ni muhimu. Kwa sababu fikirieni ndugu zangu, tungeshinda tukiwa tumegawanyika ikiwa Wazanzibari bado hawajakuwa wamoja, fikirieni tungeendelea bado na mivutano au sivyo? Lakini niambieni nyinyi, mara hii nani hakutupigia kura eh? sisiemu hakutupigia kura. Chama gani hakikutupigia kura? Kuna mfanyakazi wa serikali hakutupigia kura? Kuna mfanyakazi wa kikosi hakutupigia kura? Wote wametupigia kura, si ndio? tume tumebaki kwamba Wazanzibari sote tumekuwa kitu kimoja kusimama kwa ajili ya nchi yetu au sivyo? Sasa hiyo ni hatua moja kubwa sana. Iliyobakia, iliyobakia ni muhimu, lakini umuhimu wake ni pale tutakapoweza kulibakisha hili. Maanake mi nasema kwamba ni sawa sawa na miaka yote tunapambania nyumba yetu, au sio? Nyumba yetu ni Zanzibar. Ndio maana tukasema tunataka kujenga Zanzibar moja. Mwenyezi Mungu katujalia tumejenga Zanzibar moja hata kabla ya uchaguzi. Uchaguzi umekuja kututhibitisha kwamba sera yetu hii, maono yetu haya, ni sawa, au sivyo? Sasa hili tulilolifikia, ndugu zangu hili ni muhimu kupita kiasi. Tufike pahala kwamba hili tulishike kwa wivu mkubwa sana, hili tulishike kwa subra, hili tulishike kwa mkono, kwa mdomo, kwa miguu, kwa mwili mzima, tusiliache likatuponyoka. Likichua, tukiliwacha likituponyoka, hili tutaharibikiwa Mafanikio tuliofikia tulio yatatuponyoka. Na wanafalsafa wanasema, naomba mnisikilize, nothing fails like success, nothing fails like success, hakuna kinachojua kufeli zaidi kuliko mafanikio. Mshanifahamu, ukishafika pahala, ukifanikiwa basi mafanikio haya kama hukuweza kuyasimamia vizuri, haya yatakuja kukuponyoka, yatafeli kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukishakufanikiwa ukifeli, kule kufeli kunaonekana haraka. Ndio maana wakasema Nothing fails like, like success. Mengine haya ukifeli hayaonekani, lakini ukishakishika kitu halafu ukashindwa, ndugu zangu, kila mtu ataona kama wewe ume umeshinda. Sasa hili mimi naomba tulishike sana, yaliyobakia hatua nyingine, kama mlivyotuamini tukaongoza harakati hizi mpaka tukafika mafanikio haya. Ndugu zangu, hatua yoyote hasa katika mazingira kama haya, hatua yoyote inahitaji mipango, inahitaji umakini Tusiripuke, tusipayuke, tusihemkwe. Chochote tunachotaka kukipanga kinahitaji nini? Mipango na mipango haipangwi kwenye kundi kama hivi, au vipi? Inahitaji faraha, inahitaji watu ukaa wakapanga waka, waka, waka, waka, panga, waka. Niwaambie ndugu zangu kwamba tupeni muda, tunafanya kazi hiyo sasa hivi. <throat> Lakini lolote lile ambalo viongozi wenu tutakubaliana nalo, kama ni fikra, kama mipango yetu, hakuna kitu chochote tutakachokiamua viongozi peke yetu. Sijui kama mnanifahamu. Kama ulivyo utamaduni wetu, hakuna lolote ambalo tutaliamua kama viongozi pekee yetu. Tutaliamua kwa kuwashirikisha, kwa kuwasikiliza, tutaliamua kwa kutazama maslahi yetu sote, maslahi ya, ya, ya, ya nchi yetu, chochote kile ambacho tutakiamua. Na naomba pia tuzingatie kwamba maamuzi ya mara hii sio tu kushirikishana wana ACT Wazalendo, ndugu zangu, tunahitaji kuwashirikisha Wazanzibari wote waliotuunga mkono <klos> Inawezekana wewe ACT Wazalendo ukawa na mawazo yako kwa mtazamo wa ACT Wazalendo, lakini sisi tunapaswa tuthamini support, kutuunga mkono tulikopewa na Wazanzibari wote. Tunafahamiana, tunahitaji hilo. Kwa hivyo, mimi niseme kwamba tuende majumbani, turudi salama, tuache kusambaziana maburungutu, tuache kusambaziana dripu mara hii mpaka iwe imetoka kwa, kwa, kwa ZBS, eh, laki, eh, kwenye kiwanda kilichothibitishwa Tumefahamiana na kiwanda kilichothibitishwa. Sasa hivi ni pahali, ni wakati mgumu kidogo, kwa sababu intaneti imefungwa na, na, na kila kitu. Kwa hivyo ni rahisi kusambaza lilokuwa la uongo, lilokuwa silo. Kwa hivyo mimi niwaombe, najua ni wakati mgumu, lakini niwaombe tusishawishike, tusichokozeke, tuwe makini tuone kwamba hili linahitaji mipango thabiti, hili linahitaji kushauriana, hili linahitaji kufanya maamuzi ambayo maslahi kwa chama chetu, maslahi kwa nchi yetu, maslahi la muhimu kwetu sisi, viongozi wetu ni nyinyi, wanachama wetu ni wananchi wenzetu kubaki kuwa salama. Alhamdulillah, tulimwomba Mwenyezi Mungu hilo na akatupa, tusilijaribu tena. Lakini jambo la muhimu zaidi ni nchi yetu kubaki kuwa salama. Tulichodhulumiwa ndugu zangu, ni fanicha, nyumba yetu tumebaki nayo, madam tuko pamoja, madam tuko Wazanzibari wote tuko kitu kimoja. <laughs> aliyedhulumu dhulumu Itamsumbua tu. Kwa nini sisi tuliodhulumiwa tusumbuke? Kwa nini sisi tuliodhulumiwa tuwe na hofu? Kwa nini sisi tuliodhulumiwa tuwe na wasiwasi? Sisi ni wakutembea kwa amani, sisi tulitutembee kwa amani. Tuwaache hawa wa wahangaike, eh? Waache wateseke, ndio Mungu alivyoumba, ina watesa na itawatesa. Eh, tusilibebe la kwao. Sisi la muhimu ni subra, kujipanga kwenda mbele. Muhimu amani yenu, muhimu usalama wenu. Ndugu zangu, muhimu zaidi ni usalama wa nchi yetu. Anapochafuka hii hali, hakuna aliyekuwa hodari eh. Tuache wajimwamba fai Tuache <laughs> lakini la muhimu sisi, usalama wenu, usalama wa nchi yetu Tubaki nchi yetu ikiwa na amani, hasa kwa yanayoendelea kwa wenzetu kwa, kwa kwa Tanzania Bara. Nawashukuru sana ndugu zangu, tuende nyumbani kwa salama, twende nyumbani kwa amani eh. Tukae tusikilize. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tulivyoyapita haya kwa salama, kwa mafanikio, na haya yaliyobaki tuyapite kwa salama na kwa mafanikio.